Wale ambao hanifahamu naitwa Chula Kai. Chula Kai ni ofisa wa mazingira na maendeleo ya jamii katika Coast Water Works Development Agency. Mheshimiwa mbunge, mwenyekiti wa Coast Water, daktari Daniel Mwaringa, tuko na MCA wetu, commissioner wetu, director wetu, mwabosha, mchungaji wetu, kisima cha Yakobo iko hapa Sechu. Amen. Tusiende mbali na sisi Wayahudi na Wasamaria mwisho tutashikana tu. Nimekuwa nikiambiwa kwamba kwa wale ambao wafahamu mradi huu si wa kwanza hapa Taita Taveta. Na tunashukuru wabunge wetu wameweza kushirikiana na sisi tukafanya. Tushafanya undani, tushafanya Voi na hapa tuko Mwatate, Taveta pia, tutaenda manake iko miradi. Na vile ilivyokuwa nasemekana, ushirikiano huu wa viongozi ndio unahitajika zaidi. Bila hivyo, kule kwetu tunasema maneno anayo laganyo. Basi kama tutatengemana, hakuna kitu chote kitaenda mbele. Mradi huu nafikiri tuliweza kusaidiana sisi kama Kosiwota na wenyeji hapa na mbunge wetu sie wetu na serikali kuu kuona kwamba tunapata mahali wapi kisima kile cha mita mia mbili si kisima kifupi, na kisima kile kinatoa maji ya kutosha. Mheshimiwa eh, wetu Bwana Peter Shake, ikiwa itawezekana hapa kupanua yale maji yanafika mbali. Yule ndugu amesema usimamizi, basi tumuunge mkono. Kama kutakuwa na usimamizi basi itaweza kuwa lita elfu thamanini kwa saa. Ni maji mengi sana, ni maji mengi sana, na watu wote wa Mwarondo na Sechu kwa jumla tunaweza tumia haya maji kikamilifu, kama tutakuwa na mpangilio mzuri. Pia tulianza tu hapa mwanzo, manake ukijikuna ndio kidonda kinaanza, si ndio? Kidonda kimeanza, hatutaki kiwe kidonda, lakini tunasema ndio mwanzo wa ngoma mwanzo wa ngoma ni lele lele, ndiyo ile. Na leo hakutakuwa na mambo mengi. Mchapa kazi tumemsikia, mbunge wetu Peter Shake Mbogo ambaye anashirikiana na Coast Water, na ndio unaona shamani wetu yuko hapa Dr. Daniel Mwaringa, tuko hapa pia na director wetu. Haya yote tunayafanya ni kwa ajili ya wewe mwananchi, na sisi tuniwachapa wachapa kazi, tunaangalia tu maji na kuendelea na pia mbali na nyenye ya kupeana huduma huwa kuna viwango viwili vya kupeana huduma kwa eneo, tuko na le la jamii alafu tuko na le la kaunti. Hivi sasa tulikuwa tumemwalika managing director wa Tavevo, ni kwa ajili ya jue sehemu yake anatakana afike ni wapi na watu wa Sechu nao wafike wapi. Mara nyingine kuna kuja watu wanasema huku ni kwetu, tunatoa maji, mbona na wewe unafika huku ni sababu alikuwa akuje hapa aweze kuweza kufafanua haya yote. Ofisa mkuu wetu wa Coast Water Ndugu Hamud Mwinyi Muguza alikuwa pia nawe awe na sisi fi chama na atazungumza zaidi, lakini kulingana na vile anafikiri yuko safari kule Nairobi kwa ajili ya mkutano. Na mimi hivi sasa sina e, la zaidi kuzungumza bali ni kuweza kumwita mwenyekiti wangu, najua yeye ako na wageni wake, atazungumza atawalika toka mbunge wetu pia, halafu tusikie vile itakavyokuwa, lakini hivi sasa kama kutakuwa na eh, nafikiri kamishna ameongea ama atarudi tena kuongea MCA. Oh, mimi nilikuwa naona umemaliza na MCA. haya hakuna neno Li kosekano na mguu la haraka kutengeneza kuliko mdomo. Basi mdomo hauna neno. Unajua uongozi wa County Assembly, the member of County Assembly ni muhimu sana kwa sababu hawa wanatunga sheria ni kwa ajili ya uendelezi huo. Basi mwacha tumwalike e, MCA wetu.